Tuko hapa katika mkoa wa Ruvuma eh, kutoa mafunzo ya chati uchungu iliyoboreshwa. Chati uchungu iliyoboreshwa ni chati ya uchungu mpya ambayo inatoa nafasi kwa mama ambaye ameenda me, kujifungua hospitalini kuwa na, na mtu wake wa karibu wakati wa kujifungua. Anaweza kuwa mume wake, rafiki yake, eh, mama yake au mama mkwe eh, ambaye anaweza kuwa naye katika kipindi chote eh, wakati wa kujifungua kwa, kwa kipindi cha tarehe 17 hadi tarehe 21, ofisi ya mkuu wa mkoa imeandaa mafunzo ya matunzo na ufuatiliaji wa kina mama wakiwa katika chumba cha kujifungua. Lengo kubwa ni kuboresha huduma zetu na ya kupunguza vifo vya kina mama wajawazito, wazazi pamoja na watoto wachanga. Kwenye mafunzo haya tuna jumla ya halmashauri nane na halmashauri na wawakilishi ambao wamekuja kwenye mafunzo haya, wakiwamo hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini vilevile tuna hospitali ya rufaa ya Peramiho na fuzi wa vyuo vyote vinne vilivyopo katika mkoa wetu wa Ruvuma, na mafunzo haya kwetu ni mkoa wa 14, lakini yalishafanyika kwenye halmashauri 87 za Tanzania, na vilevile hospitali 15 za rufaa za mikoa. Kwa hiyo, ye hospitali yetu rufa ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma ikiwa ni hospitali ya 16t swaa ni muhimu sana kwa sababu yanalenga kupunguza vifo vya wajawazito au wazazi pamoja na watoto wachanga.